Watu wasikilize taarifa za kazokuwa zinatoka kwenye jeshi na watu wasikilize taarifa ambayo amba tutaitoa sisi baada baada ya kikao cha leo cha baraza la usalama, ambao tutaelezea waandishi hatua mbalimbali tutakazochukua baada ya hapo. Kwa hiyo, ninachowaombeni waandishi, wao watusaidieni kufikisha ujumbe wananchi, wao watulivu, tupo tunaendelea kushughulikia hali hii. ni mafamo ni jambo linashtua. Kama hivyo ndugu zetu wenzetu, ambao wamepoteza wa, wa, maisha, wamejeruhiwa wa wengine e, sio jambo dogo. Likishatokea sasa, mnashughulika na yale yaliyotokea, eh, na athari na zake, na tuone huko mbele mbele tutakuwa tunaendelea vipi. Kwa niseme hayo, mengine zaidi wanatoa taarifa jeshi mara kwa mara juu ya kinachoendelea. Asanteni sana. Rais Jakaya Kikwete, amiri jeshi mkuu amezungumza ee, hapo mara baada ya kupata taarifa na kutembelea eneo hasa la lilo ghala kuu lilipo ambako ndiko milipuko ya mabomu ilikotokea. Umesikia rais, amewataka watanzania Tanzania kuwa na utulivu, na kwa kweli hapa wanauguswa sana na ulinde huo, ni wale ambao wanaishi katika eneo ambalo limetokea, na kwamba ule uvumi redio mbao ameziita Rais Kikwete kwamba ni redio mbao, kwamba kuna mabomu mengine yatalipuka. Hapana, wakati wa hatari umeisha. Na nafikiri ujumbe huo, mpenzi mtazamaji, popote ulipo, mwambie ndugu yako arudi nyumbani, mabomu hayatalipuka tena kwa sababu wakati umekwisha, wakati wa hatari umekwisha. Yaliyolipuka yamelipuka na yameisha. Ni wazi kwamba ujumbe huo ndio kuwekwa maanani zaidi, hivyo utulivu uweze kuwepo.